Sisi wazee wa Dar es Salaam tunatambua kwamba kampeni zilikwenda vizuri kwa vyama vyote vilivyoshiriki na kuendesha michakato mizima kwa amani na utulivu. Tunatambua kwamba upigaji kura ulikuwa umekwenda vizuri sana hadi pale fujo na vurugu zilipotokea. Kadhia hii imetususha sana na kutufadhaisha kwa sababu vifo vimetokea, mali za watu zimeharibiwa, za watu binafsi, za serikali na kadhalika. Miundo mbinu ambayo inatusaidia kwa Dar es Salaam imeathiriwa kiasi kwamba ikafika mzee Mbonde, akitaka kutoka Mbagara kuja mjini, inakuwa tatizo lakini ilikuwa ni neema kubwa baada ya mwendo kasi ulipoanza. Kwa kweli, imetufadhaisha wadhee, tumesikitishwa na vifo vilivyotokea na uharibifu huo, na tunamuomba Mwenyezi Mungu awahifadhi wale waliotangulia mbele ya haki na waweke mahala pema panapo wastahiki. Tumepata faraja kubwa kwamba uliichukia ulichu, kadhia hii kwa uzito mkubwa na uliongea na taifa na kuonyesha masikitiko yako na, serikali, na ya serikali pale ulipozindua bunge, bunge letu tukufu, uliahidi kwamba hatua kadhaa za kurejesha amani na utulivu na kuahidi kwamba jitihada zitafanywa ili kuhakikisha changamoto zilizojitokeza hazitarejea tena kwenye taifa yetu. Ukweli, niwakumbushe nchi hii, wakati tunatawaliwa na wakoloni wa Kiingereza, kuna mengi yaliyotokea. Wazee wenzangu wote wanajua kwamba kulikuwa na kodi ya kichwa huwezi kutoka mahala moja kwenda kwingine, ili mradi una kichwa lazima ulipe kodi ya kichwa. Ilikuwa adha kubwa, au sivyo? Hakuna aliyeingia barabarani, hali yakuna hapo naishi kapanga. Mwalimu Nyerere aliongeza mazungumzo, mwisho tukapata uhuru. Sasa leo kuliko ni sisi, uzee kwa upande wetu tunashangaa. Inshallah, Mwenyezi Mungu